Moja ambayo ya mambo ambayo kama kanisa tunapaswa kuyarekebisha ni namna ambavyo tunahubiri nchi siku hizi. Na ukisoma maandiko, agizo kubwa ambalo Kristo Yesu alituachia ni kuhubiri injili kwa viumbe vyote. Hakuna agizo kubwa kama hilo, lakini kuna namna hatulifanyi kwa usahihi. Sikilizeni, um, nimekuwa na experience hii. Nakutana na makundi ya outreach ya makanisa mbalimbali, lakini ukiwapa nafasi waongee na wewe, watakwambia kwamba una shida gani jo, kwa mchungaji wetu, wengi pale wamepona. Una shida gani joo, kanisani kwetu. Una shida gani baba yetu mtume na nabii na mchungaji flani, naweza. So the center of attention should be Jesus always. Unaponishuhudia pasipokuniambia habari za Yesu, au uzuri wake Manake umedistorti injili, umeiharibu injili. Injili ni Yesu Kristu, mwana wa Mungu. Namna sahihi ya kushuhudia ni hii: una shida gani? Una changamoto gani? Mpokee Yesu Kristu, mrusu aingie katika maisha. I don't promise you anything, lakini ukimpokea Yesu sawa sawa na maandiko yake, everything will be new. Sikuahidi kwa ahadi zangu mimi, sikuahidi kwa uwezo wa mchungaji wangu wala sikuahidi kwa experience yangu. Unajua, kuna watu wanafanya kama wanauza wokovu. Njoo pale wiki mbili tu umepata kazi, njoo pale tu wiki mbili umepata ndoa, njoo pale tu huo ugonjwa ndani ya no ukiwapeleka watu kwa, kwa mwanadamu watamfuata, lakini after a while wataona mbona mambo yetu hayajabadilika, wataondoka, kwa kuwa uliwapeleka watu kwa mwanadamu. Lakini ukiwapeleka watu kwa Yesu, neema yake itawahifadhi hata hapa uwezo wa kumsubiri uwezo wa kuvumilia, watahukulia wokovu. So my people, watu wazuri wa Mungu, tubadilishe namna ya kuhubiri Injili. Tusihubiri makanisa yetu, tusihubiri madhehebu, mitume, manabii, wachungaji, tusihubiri experience zetu. Tuhubiri Yesu Kristu, mwana wa Mungu, mwana wa pekee aliyekwenda msalabani akachukua mzigo wa dhambi wa dunia yote. Tumhubiri na tuwapeleke watu kwake. Umwache yeye akashughulike nao, maana dhambi alishaishinda sasa. Yeye unapowapeleka hawa watu, yeye anajua atawafanyia nini. Don't promises, uh, empty promises kwamba so utapata hiki na hiki na hiki no. Just take them to Jesus na umwachie yeye. Shalom, Shalom, May God bless you until next time. Kwaheri.